Kwa sababu mi navyojua, bwana, mwanaume kummeneji mwanamke ni kawa simple, lakini mm. mwanamke kummeneji mwanaume aise kidogo, kuna zile bwana, wewe huwezi. Kuna, kuna beki mimi huwa inakuaje, amna mimi huyu, yani huwa anampaga muda na yeye okay. awe ye ye ananisikiliza ndio sawa, so, nampa kazi anazisikiliza halafu yeah. Yeye yeah, anatoa komenti zake bwana, hii hapana mm. hii badilisha, afanya hivi mm. hii yesi utoe shona mm. alafu kitu kingine yeah. nimempa yani mamlaka yani ya kuniongoza tu, maswala ya pesa nini yote natoa mimi, ah, okay. yeah, yeah, kazi zake kuongoza bwana, pita hivi fanya hivi fanya eh, yeah. meneja nani kwanza, jina hapo, tuambie jina lako bwana, sogelea mic meneja Meneja, unaitwa nani? Nani? Nancy, Nancy. Meneja. mm. Nancy wa Keys Dady yeah. unawezaje kumeneji Keys Dady, maana wanasema vijana bwana ambao ndo kwanza wanakuja kwenye game wanakuwa wako hivi yani, moto huo, unawezaje kumeneji? yeah, cool. mm. yuko vizuri, yuko vizuri. huwa yeah. haupati changamoto katika kumeneji? Hapana, sasa. Ka, ka, katika umeneja wenu uh, hamjawahi kufikia hatua ambayo kidogo ikawa ni umeneja ukataka kupitiliza kutoka kwenye umeneja <laughs> mkataka kuwa ndugu wa karibu zot. Kwa maana ya kwamba sio kama mko mnanielewa eh, kwa maana mkajikuta sasa mbona kama kuna mapenzi yanaingia yani kutoka mm. kwenye umeneja kama kuna mapenzi fulani hivi yanaingia kwa sababu kiangalia wote age eh, ni kama yani bado vijana eh, eh, sasa kuna watu kuna, kuna namna nawaza kwamba hamjawahi kujikuta eh, uko mki, mkitaka kuingia huko? Hapana. <laughs> Kwa saivi bado ujafikiria, maana tukisema tufanye hivyo vitu hatutafika mbali yani. mm. mm. kwe, nasi kweli yeah, eh, ongereni kwa sababu sio swala dogo yeah, eh, yani kama nyiwe wenyewe nye umeona kabisa kama mkiamua kwenda huko hamtafika mbali, mm. na umeamua kuwa yani we mmeneji huyu sio swala dogo. Hongereni sana na karibuni sana Bongo FM. Hiyo hatua ni kubwa ambayo umeipiga. Asante sana. Yes, ningependa zaidi kufahamu future yenu, kwa sababu mpaka mnachagua na meneja. hmm. na wewe, maanake kuna kitu umekilenga kwamba mimi hmm. Sasa, kama Keys Dady nimemchagua Nancy kuwa manager wangu kwa sababu hii. Why ulimchagua Nancy wakati pesa unatoa wewe? Cha kwanza niseme yani nimpe sifa kwa, kwa kanizidi kiupeo Mm, yeah, anajua vitu vingi sana. Alo, yeah. Wana wanaopiga mwingi wanawake sasa wanazidi kuwaogea maua. Yeah. Uh -huh. Kitu ambacho cha kwanza kilichomfanya mpaka nikamkabidhi mikoba. Yeah. Anajua vitu vingi. Okay. Kunizidi mimi. Kwa ile kusema mimi nikiwa naye huyu wataniongoza na nitakaa sawa kwenye njia. Kwa sababu ya upeo wa vitu ambavyo anavifahamu. Yeah. Hapo sasa ni upeo wa kuvifahamu kwenye industry kwa maana ya muziki au ni ile akili tu ya kiubinadamu, kwamba unamwona ni mtu fulani hivi mwenye mawazo makubwa. Ana mawazo makubwa alafu pia yeye mwenye muziki anajua. Ah, okay. Hmm. Kumbe nasi mwanamuziki unaimba uh, uh, ila kidogo yeah. Ah, sasa unamfundisha yani, hapo ndo sijaelewa kidogo, kwa maana ya kwamba anajifunza au unamfundisha au unatokiwa pia nawe uingia kwenye muziki uh. Hapo sasa sajibi, unani meneja au msanii <laughs> <laughs> Ah, mi kuna muda huo namwambia naye aingie kwenye muziki, lakini yeye ananiambia ngoja ngoja kwanza. Yeah, anasema ngoja ngoja kwanza. Aendelee kwanza ku-manage wewe. Yeah. Kweli, wote mkiwa ma manager sasa itakuwa hatari. Ni kweli. Eh, unaona kama pale Young Lunya pamoja na Petimani. Mm. Petimani wao kwanza alikuwa msanii. Mm. Lakini saa hizi ameamua kuwa manager wa Young Lunya. Mm. Kwa hiyo kuna namna mkimba wote anaweza kaa kasheshe. Ni kweli. Nancy, future ya Keys Dady unaiona wapi? Wewe kama manager ukikaa hivi ukimwangalia Keys Dady au ukaangalia kwenye muziki wewe unamwona wapi? mbaya sio mbaya, na tumtarajie tu, tumwombe mm. tuendelee kumwombea stage yake sio mbaya yeah. anaweza kafika mbali kwa maana hiyo mm. sio swala dogo Aha. Ndugu msanii mm. mambo yanasemaje? Bana, mambo yako poa. huwa unajisikiaje unapotoka sehemu? Maybe kwa mfano leo tu katika maandalizi ya kuja kwenye interview hapa kwenye, uh, kwenye hot weekend. mm. imagine unajiandaa wakati huu unapigiwa na meneja afu mm. sauti ya kike anakwambia umemaliza em, yes. twende basi, huu ni muda wa kuondoka kwenye interview, zile zile purukushani. Yani, ho, unajisikiaje? how do you feel? Yani kwanza mimi nikiona simu yake na fly, yani ukiona tu na fly, yani nikiona tu ananipigia na fly, kwa sababu najua kumbe huyo mtu ana nia nzuri na mimi. Hello, eh, yeah.